Kupata barabara hii Afrika Mashariki. Sisi kwetu tunaona ni neema lakini vile vile neema ina, ina, ina hasara zake. Maji pale yanaweza kukauka, alafu sasa sisi tutakunywa wapi? Tunataka tuzungumze na mizimu. Tena basi, ndugu mkuu wa wilaya pale kuna matambiko mara hizi. Tunataka tutambike kwanza mara hivi sasa hivi kabla hamjagusa hata mti. Baadaye ishafanya barabara sasa imeishwa. Imeisha. Wanakuja wazee sasa wana bariki. Kwenye ule mwongozo ambao umeletwa na TANROADS ule mwongozo ambao mimi mkuu wa wilaya na saini ili hela itoke, maana wana saini wote wa mwisho ni mkuu wa wilaya. Walipofika kwenye tambiko, wakasema mkuu wa wilaya hebu rudini tena mkakague. Tumefanya kazi nchi nzima hatujawahi kuona milioni ishirini na moja laki tisa kwa ajili tu ya tambiko. Nikasema leo nije niwaombe wazee wa Kwa Msisi, punguzeni. Tumepunguza kila kitu ili kwamba barabara ifanyike, tulikubaliana kwenye kikao kwamba iwe milioni kumi na tano, ni full vitu vyote ya hiyo tambiko ya kwanza watambikia kwamba wafanye kazi vizuri, baadaye kupoza ile miti itakayofanywa kukatwa pale.